Tunaadhimisha siku ya urithi wa dunia au siku ya urithi wa maeneo yaliyotambuliwa ya kwamba ni maeneo ya urithi wa dunia. E, maeneo haya yalitambuliwa kuwa maeneo ya urithi wa dunia katika kikao cha 38 cha kamati ya e, shirika la elimu ya sayansi la UNESCO, kikao cha 38 e, kiliamuliwa kwamba maadhimisho ya siku au maeneo ya urithi wa dunia ifanyike tarehe tano eh, Mei kila mwaka, na mwaka huu eh, maadhimisho haya yanafanyika katika hifadhi ya taifa ya Serengeti. eh, vituo ambavyo vimetambuliwa kama vituo vya urithi wa dunia ikiwa ni pamoja na eneo la mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, hifadhi ya taifa ya Mlima Kilimanjaro E, maeneo ya michoro ya miambani ya, ya, ya Kondoa e, pori la akiba la Selous, magofu ya Kilwa Kisiwani e, Songo Mnara na mji mkogwe wa Zanzibar pia ni eneo la urithi no, na sisi hifadhi ya taifa ya Serengeti tukiwa ni wenyeji wa wa, wa, wa maadhimisho haya. Kilele cha maadhimisho haya kitafanyika kesho tarehe tano katika eh, viwanja vya, vya mpira pale kwenye mji wa Mgumu wilayani Serengeti. Tunatoa wito kwa wananchi wote kuweza kushiriki kwenye maadhimisho haya ambayo maadhimisho haya kilele chake mgeni rasmi atakuwa ni mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Ntambi ambaye atashiriki na kutufungia maadhimisho haya hiyo kesho. Ndugu waandishi wa habari, e, lengo au dhima kubwa ya maadhimisho haya yamebebwa na kauli mbiu e, ambayo inasema majanga na migogoro ni tishio la maeneo ya urithi wa dunia. Kwa hiyo kwenye hili e, ni vyema wananchi na wadau wote e, wakashiriki na kubeba e, mantiki au dhima ya ya, ya, ya kauli mbiu hii ili umma uweze kushiriki katika kuhakikisha kwamba e, maeneo haya yanaendelea kuhifadhiwa kwa ajili ya e, sisi tuliopo au vizazi vilivyopo na vizazi vijao. Mimi naitwa Zuberi Mabie ni mhifadhi kutoka kituo cha aa, michoro ya Kondoa Irangi ambacho ni moja ya vituo vya urithi wa dunia kwa Tanzania. Aa, lengo hasa la maadhimisho haya ni kuufanya umma uweze kutambua umuhimu wa maeneo yote ya urithi wa dunia ambayo tunayo Tanzania. Kwa sasa tunayo maeneo saba ambayo yanabeba sura ya kubwa ya kitaifa na kimataifa na maadhimisho haya yanalenga kabisa kuwafikia wananchi, kwa sababu tunatambua kwamba yapo maeneo haya ambapo wananchi hawana taarifa za kutosha, lakini pia kwa kuadhimisha katika sherehe hizi, maana yake ni kwamba tunatoa fursa kwa wananchi walioko w wa maeneo yote ya Tanzania waweze kufahamu kwamba hii huu hey, urithi ambao tunasema ni urithi wa dunia sio so, um, una umuhimu wa kidunia, lakini pia una umuhimu kwa taifa letu pia ho na wao wanatakiwa wawe sehemu ya, ya huu urithi wasioni kwamba tunatunza tu kwa sababu ya watalii au na wageni kutoka nje, lakini pia na wao ni sehemu muhimu katika urithi huu. Kwa hiyo sherehe hizi zilianza tangu mwaka zili, maamuzi yalitoka 2015 lakini kwa Tanzania, tulianza kuadhimisha mwaka 2020 na tulia, na na hizi zinahama kama nilivyosema, tuna vituo saba kila mwaka tunaadhimisha kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine. Tulianza Zanzibar mwaka 2020, tukaenda Kilwa 2021, tukaenda Zanzibar tena 2022, 2023, tukafanya uh, Kinapa pale Kilimanjaro 2024, mwaka jana tumefanya Kondoa na mwaka huu tunafanya hapa Serengeti. Kwa jina anaitwa anajoisi Tadeo Kaluguna, ni afisa program kwa kitengo cha utamaduni kutoka NATCOM, yani tume ya taifa UNESCO. Aa, kutokana na zoezi linaloendelea hapa, tume ya taifa UNESCO ama NATCOM ina majukumu makubwa katika utekelezaji aa, kwa suala zima la mambo ya urithi wa dunia. Ina kazi nyingi kubwa sana lakini baadhi yake Uh, tume ya taifa ya UNESCO inashiriki moja kwa moja katika uh, kuratibu. Yaani, tume ya taifa ya UNESCO ni link, ni kiunganishi kati ya UNESCO makao makuu Paris na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na taasisi mbalimbali za kijamii na kiraia katika zoezi zima la uhifadhi wa maeneo ya urithi wa dunia. Naitwa Shali Hassan ni mkurugenzi idara ya elimu, tafiti na uwekezaji mamlaka ya hifadhi na uendelezaji mji mkongwe ambao uko Zanzibar. Najua mji mkongwe ni mji urithi wa kimataifa ambao mji huu ni mji wa kipekee na umeingizwa kwenye World Heritage Site mnamo mwaka elfu mbili umeingizwa mji Mkongwe kwenye World Heritage Site kwa vigezo vitatu, kwamba tunajua mji Mkongwe ni mji mmoja wapo wa mashuhuri kwa wafanya biashara, ni mji wa kihistoria ya kiutamaduni, una uingiliano wa kiutamaduni za Kiarabu, za Kiafrika, za Kiulaya pamoja na za Kihindi. Pia ni mji mmoja ambao ulikuwa ni maarufu kwa wafanyabiashara za kiutumwa. Hizo ndio sababu pekee zilizofanya mji Mkongwe wa Zanzibar kuingia katika mji wa urithi wa dunia. Ni mji Mkongwe, tunautunza na kadri tunavyoendelea kuutunza unazidi kuvutia wageni wenyeji mbalimbali mbali, wanakuja kutembelea, kwa sababu mji Mkongwe kuna vivutio vingi vya kiutalii ikiwemo jengo la ngome kongwe likiwemo jengo la Beti la Jaibu maarufu House of Wonder, magofu ya kali hapo mengi, majengo ya hamamu. Kwa hiyo hii yote hii ni the attraction ambazo zinafanya wenyeji pamoja na wageni kuwa wengi Zanzibar katika kuja kutembelea. Mtu wa Victoria Gilago Bache ni kaimu mkuu wa kituo magofu ya kale Kunduchi. Magofu ya kale Kunduchi ni eneo la kilele cha ustaarabu wa Mswahili na lugha ya Kiswahili katika pwani ya Afrika ya Mashariki, aliyeshikilia bendera lugha ya Kiswahili ambayo sasa inaenda kwenye lugha ya kuzungumzwa kwenye mikutano ya kikanda na ya kimataifa. Kunduchi ndio kilele cha ustaarabu wa mswahili na lugha ya Kiswahili. Watu hawa wamefanya biashara ya masafa marefu, wakitokea kusini mwa Somalia, wakiwa tayari na Waswahili, wakashuka Malindi, wakashuka Tanga, Tongoni, wakashuka Kaole, Bagamoyo, wakaja Kunduchi ambako ndio walizikwa masultani kutoka mataifa matano, Oman, Iran, Iraq, Pakistan na India, wakiwepo pia na Wachina katika biashara ile ya sahani zile za Ming na satula porcelains kwa ajili ya royal families, lakini Kunduchi ni eneo ambalo watu hao walikuwa njiani wakielekea Kilwa katika urithi ule wa dunia na wakienda mpaka Sofala. A, mimi kwa majina naitwa Mashaka Muhamed, ni mhifadhi wa maliasili na malikale kutoka eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Eneo la hifadhi ya Ngorongoro inashiriki katika maadhimisho haya. Kwa sababu ni moja kati ya maeneo ambayo katika nchi ya Tanzania na dunia kwa ujumla ina takribani sifa tano kati ya zile sifa kumi zinazofanya maeneo yaweze kutambulika kama maeneo ya urithi wa dunia. Hivyo, eneo la Ngorongoro ni moja kati ya maeneo ambayo yameshikilia nafasi kubwa kabisa katika dunia na nchi yetu. Kuwa na sifa nyingi zaidi katika miongoni mwa maeneo ya urithi wa dunia. Lakini kutokana na kauli mbiu tulionayo katika mwaka huu, majanga ambayo tumekuwa tukikabiliana nayo katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro, makubwa zaidi yamekuwa ni mawili: moja ni ongezeko la idadi ya watu ambao ni wajamii ya wamasa ina mifugo iliyopo katika eneo la hifadhi, lakini pia uwepo wa magugu au tunasema mimea vamizi ambayo yamekuwa yakipunguza malisho au chakula cha wanyamapori. Kwa hiyo majanga hayo makubwa ndio imekuwa changamoto kubwa katika uhifadhi wa eneo ya Ngorongoro, lakini serikali imeendelea kuchukua hatua kama mnavyopata taarifa na kuona sehemu mbalimbali, wenyeji au tunasema wale wa Masai wameendelea kuhamasishwa ili kuweza kupungua au kutoka ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro kwenda katika maeneo ya Tanga katika kijiji cha Msomera na maeneo mengine mbalimbali mbali katika nchi ya Tanzania lakini pia tafiti na juhudi mbalimbali zimeendelea kuwa zikifanyika kwa kushirikiana na wananchi katika kukabiliana na kuondoa mimea vamizi katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Kwa majina naitwa muhifadhi daraja la kwanza Singira Zingira Ngoishie Parsais eh, namwakilisha meneja au kamanda wa pori la akiba Selu, ambayo ni moja ya maeneo ya urithi wa dunia tulionayo Tanzania. Eh, pori la akiba la Selous limeingizwa kwenye urithi wa dunia kwa sifa kuu mbili, moja ikiwa ni eneo lenye aina nyingi na kwa idadi kubwa ya viumbe hai hasa wanyama wakubwa. Sifa ya pili ni eneo kubwa, ni kilometa elfu hamsini, ni zaidi ya baadhi ya nchi. Rwanda nadhani kutolea mfano tu, inaweza kaingia mara tatu kwao. Ni sifa ya pekee, ukubwa lakini pia na ekolojia ambayo haijawa haijasumbuliwa imeishi toka dunia iumbwe. Ile ekolojia ni sifa nyingine ambayo imefanya Selu kuwa maeneo ya urithi wa dunia. Kwa jina naitwa Fikiri David Maiba, muhifadhi utalii kutoka Bagamoyo mji mkongwe, na pamoja na yale magofu ya Kaole. Niko hapa katika zoezi zima hili la urithi wa, wa dunia. Mji mkongwe Bagamoyo iko katika tentative list au listi inayosubiri kuingizwa katika mchakato wa kutangazwa. Mji mkongwe Bagamoyo imekuwa kuanzia karne ya kumi na tatu kutoka magofu ya Kaole, ni mji uliokuwa ni kitovu kwa ajili ya biashara ya watumwa na biashara ya mzunguko wa bahari ya Pwani. Naitwa Siawezi Hungo, ni muhifadhi wa kituo cha magofu ya Kaole ambacho kituo hiki cha kihistoria kiko katika mji wa Bagamoyo. Ma Kaole ni mji ambao una zaidi ya miaka mia nane iliyopita na kazi kubwa tunayoifanya ni kwa ajili ya uhifadhi wa maeneo yale ya kihistoria pamoja na majengo ya kihistoria, vile vile kupokea wageni kutoka nje na ndani ya Tanzania. Kauli mbiu ya migogoro na majanga kwa kituo cha magofu ya Kaole ni moja ya miongoni ya kituo ambacho kilikuwa kimepambana nayo. Kwa juhudi za Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan, aliweza kuunda kuunda kamati ya mawaziri nane ambao katika juhudi ya kazi zake ziliweza kukitatua kituo cha magofu ya Kaole katika kuondoa migogoro ya wananchi wanayopambana na eneo la kituo cha magofu ya Kaole. Lakini vile vile majanga yanayoikuta kituo cha magofu ya Kaole ni yale ya tabia ya nchi kama vile mvua, upepo, eh, majanga ya moto wanyama wanaoingizwa katika maeneo ya hifadhi, lakini yote hayo tunaweza kupambana nayo na kutoa elimu kwa jamii zinazotuzunguka ili kuweza kutunza maeneo yetu ya urithi wa kituo cha magofu ya Kaole.